There are muujiza people who need um, blessings na kuna jambo hili nanijia tu ya kwamba, kabla sijasema hivi niseme hivi, na mama huyo anisamehe, lakini nina maana nzuri sana. I really have mama huyu niliyomwambia siku ya Ijumaa, ziwa yupo hapa? Is is there the, is there the the lady that... Hayupo. you prayed for on Friday. Hayupo, niliyomwambia for... titi ambalo ilikuwa limeharibika There was a lady Ajafika. who had a tumor in her breast on Friday. Is she here? Yuko, njoo. Njoo mtoto wangu kipenzi. Please come. Sikileza. Listen. Mimi huyu tumekuwa naye kuanzia Jumatano mtoto huyu. We had, we had were with this lady on Wednesday. Na kuna siku nimezitoa kwake. And there things that I told her kwa ajili ya uponyaji wa ziwa. For her deliverance. ziwa liliyokuwa limeshindikanamu mbalimbali amekuja hapa siku juma ya Jumatano, ndio mara ya kwanza mimi time. Niko hapa kwenye huduma nikawa nimeonyeshwa, muliokuwepo muliona, sure nikamuita ile, kumbe kumbe nimeonyeshwa mwenyewe, akaachilia her vazi lake akinionyesha that... oh, shi... Nilitaaruki kwanza, ila kwa sababu sio mara ya kwanza kutamka neno kwa habari ya ziwa titi likapona, nikawa na uhakika hata titi la huyu mama linakwenda kuwa salama. Unaendeleaje sasa? Unaendelea vizuri? Naomba unionyeshe mimi kama mimi difference. Naomba mnyoshe mikono mulio kwepo Jumatano, getting better. Oh, hamna Mungu. Oh, inafika mahala hana nguvu no ya God. Mungu. Sijui maybe nini. Na no wanaosema ni watumishi wako. So, sasa. Sikiliza. Nguvu ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Anaweza akakuombea mimi, ninakuombea hapa, ninaombea ninamwombea, lakini I'm bado namtegemea yeye aliyeniweka kazini aifanye kazi hii na majibu yatokee, heal you. Ndio maana huduma hii inaitwa uweza wa nani? wa Bwana za mwanadamu Mama, nimeshakupa kitu chochote upake hapo? nilimtamkia neno na mimi eh? Neno na mimi the word. Neno ninaliamini and I and kwa sababu trust neno the ni word, mamlaka litakalofunguliwa duniani na mbinguni nafunguliwa, litakalofunguliwa litakalofungwa duniani na mbinguni linafungwa. Umenelewa vizuri, Do you understand? Umenelewa vizuri? Do you understand? Sasa now, hapa ninafungua right now, I'm opening. Nikifungua kinachobaki, Mungu timiza neno lako na ninaweza nikafungua nikaona kweli ngoma imefunguliwa, and I see that this has been open. Kutokana na ishara, nitapolitamka neno inatokea nini ndio shall... maana nikawa na uhakika asilimia mia mia, I have the 100 ya kwamba huyu mama anapona. Uweza wa nani? Makofi mpigia aliyo juu. Na huyu mama alikuja ameajichilia moyo ndio maana huwa ninasema, huwa ikitokea kitu kinachoitwa mazoea katika huduma, itafika mahala kupona kwako itakuwa kazi. Umeshazoea watumishi, umezunguka sana, unafika mara unachukulia kawaida wewe unajua. But you know, na maono maono na mandoto siokuwa no na kichwa wala miguu, na kuwadanganya watu, umeonyeshwa umeonyeshwa. Lo mtakatifu sio wahivyo kama unavyofikiri. Lo mtakatifu una utaratibu. Sasa ma ujanja ujanja na uwereho sio kuwa, na maana so if you bring in conflict and... una waharibu nyinyi kukutana na miujiza yenu, ila kuna watu wanakuja wamejiachia. Mungu lazima nae ajiachie kwao, and they get deliverance from God. Mungu lazima ajiachie kwao. It is a must for God to to Uyu serve mama. Them or to or heal them because they've humbled themselves. Walioona Jumatano wanajua. So people who were on Wednesday they know. Na mimi nimeitoa siku kadhaa. And when she gave birth in two weeks, tatizo hili likatokea, this problem occurred. Hapa alipoa na mtoto ambaye ana mwezi mmoja she A she has a child who is, alikuwa anastahili anyonye mahali hapa, anastahili kunyonya mahali hapa, lakini siku namwombea, naona kuna watu walikuwa nafurahi juu ya hili jambo iliyotokea. Okay, wamefanya hilo, na niliona wanawake kabisa wanafurahi really, kitu were alichokifanya happy, kwa mama huyu the Things they did to this lady. Na huku tunajua wanawake ni wenye huruma we, ila mwanamke akishabadilika, changes. Hao wanawake ni wazuri lakini wakishabadilika, wakishabadilika, wakishabadilika wa, unaona huruma ya mwanamke iko wapi kumfanya hivi mtu huyu ila kwa neema ya Mungu aliyonipa, na nikatamka huyu mama atarudi na atakuwa safi. This na mtoto will wake you, mambo yatakaa sawasawa well. Na wewe milango yako ikawe ha, milango yako iwe ha, milango yako iwe ha Open. Kwa haya na mengine mengi usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki.